Niwahakikishie tutapambana kuhakikisha tunapata eneo la kutuweka zahanati pamoja na eneo la kujenga sekondari katika mtaa wa Msigani. CCM oye! Kwa upande wa urasimishaji, najua katika mtaa wetu wa Msigani iko kampuni ya Bwana Hosea ilianza zoezi la upimaji pamoja na upangaji katika mtaa huu, lakini mchakato ukaishia katikati. Tutafuatilia kuweza kuona ni kwa namna gani tunapata mfumo wa urasimishaji ulioboreshwa ili kutatua changamoto hii, alafu isaidie wananchi wetu waweze kupata umilikishwaji. CCM oye, yeah. Najua na pia nako katika mtaa Msigani iko changamoto ya vivuko ikiwemo eneo la kwa Mkama, kwa Daba, kwa Mariamu, kwa Rwabizi, Ukombozi Tanesco, Zoni, lakini pia kwa Nyamsha. CCM oye na kwenyewe pia tutaweka kipaumbele kuhakikisha tunapata vivuko vilivyo bora katika maeneo hayo. Lakini najua iko changamoto ya viwanja vya michezo katika mtaa wa Msigani pamoja na mitaa mingine mita, tutajitahidi kusawazisha viwanja hivi ili viweze kutumika kwa ajili ya mazoezi, burudani pamoja na michezo. CCM oye! kwa ndugu zangu wa mtaa wa Msingwa najua nako mna changamoto ya kuhitaji kufukiwa kwa bwawa la sekondari. Najua barabara yetu ya Msuguri Kifuru imeanza lakini imeishia njia panda ya kwa Mwindi. Tutajitahidi kuendeleza pale ilipoishia kuanzia njia panda ya kwa Mwindi hadi Kifuru. CCM oye! CCM oye! Lakini pia tutaijenga barabara ya 6B pamoja na kuhakikisha tunapata daraja katika eneo la 6B. CCM hoye, oh yeah. Kama nilivyosema pia kuna changamoto ya kuhitaji rola za maji kwa upande wa mtaa wa Msingwa. Niwahakikishie tutapambana mapema sana tutakapoanza kazi kuhakikisha rola hizi za maji zinapatikana ili kuweza kuhakikisha kuna kuwa na upatikanaji wa maji kwa asilimia mia moja katika mtaa wa Msingwa. Msingwa hoye, oh yeah. Najua kwa mtaa wa Msingwa mnayohitaji la kituo cha polisi, na bahati nzuri, bahati nzuri, ili diwani wenu mtarajiwa analimudu kabisa, tutapambana pamoja na kushirikiana, na bahati nzuri eneo lipo, kuhakikisha tunapata kituo cha polisi katika mtaa wa Msingwa. CCM oyee! Mwisho kabisa kwa ndugu zetu wa Malamba Mawili, najua iko hitaji la kivuko cha kanisani kivuko cha kwa Marande, kivuko cha maramba breeze, na vyenyewe hivi tutaviweka katika kipaumbele tukijua umuhimu wa kuimarisha vivuko hivi. CCM oye! Kwa upande wa maji kwenye eneo la Manzese na kwenyewe tutafanyia kazi kwa mjumbe Lukungu, kwa mjumbe Kadogo, basi pamoja na wengine wote ili kuhakikisha wanapata maji. CCM oye! Kwa upande wa Malamba Mawili na kwenyewe najua mnahitaji la vituo vya polisi tutalifanyia kazi swala hili ili kuhakikisha kwamba kituo kinapatikana, na kama nilivyosema, bahati nzuri pia eneo la kujenga kituo cha polisi na lenyewe mnalo. CCM Oyee! katika mtaa wa Malamba Mawili, kama nilivyoeleza katika mitaa mingine, tutaendelea kukazana nako kuhakikisha kunakuwa na mfumo ulio bora wa uboreshaji wa mchakato wa urasimishaji wa ardhi ili kuhakikisha wale waliopimiwa na kupangiwa maeneo yao wanapata hati miliki. CCM Oye yeah. Lakini mwisho kwa upande wa mtaa wetu wa Malamba Mawili, najua mnalo jengo la serikali ya mitaa, tutashirikiana pamoja kuhakikisha kwamba jengo hili linaweza kumalizika. CCM Oye yeah. CCM Oye yeah. Kama nilivyoeleza, ndugu zangu, changamoto ni nyingi lakini ndiyo maana tunakuja kufanya kazi pamoja, nani ndugu zangu, mkilichagua tarehe 29 Oktoba ili niweze kuwa mbunge wenu, niwahakikishieni nitavivalia njuga changamoto mbalimbali mbali ambazo mmenieleza pindi nilipokuja katika mitaa yenu, na nakuombeni, nendeni mkamchague Bi Angellah Kairuki, mzungu malaika wetu awe mbunge wa Jimbo la Kibamba. Pasipo kusahau, nakuombeni nendeni mkanichague ndugu yenu kijana wenu mpendwa wenu kaka yenu Mulilo zaidi Jumane Mlilo niweze kuwa diwani wa kata ya Msigani. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like kushare na kukomment